Anaenda kuwa taifa kubwa na kwa sababu Mungu alikuwa anajua ya kwamba hii ni taifa kubwa na sitaacha iangamie jangwani. Hii ni taifa kubwa na sitaacha aibu ikawapate. Bwana Yesu asifiwe! Hata kama walipitia ile kukosa, lakini mkono wa Bwana uliweza kudhihirika. Sijasema hatutakosa. Tunaweza kosa leo, tunaweza kosa kesho, lakini mungu wa mbinguni ngali ako katika kiti chake cha enzi. Bwana asifiwe. Unaweza lala leo, lakini ukweli ni ya kwamba hatutalala milele. Bwana asifiwe. Unaweza kosa skulufisi leo, ni ya kwamba hii school visa itakosa milele. Unaweza fungiwa nyumba leo, lakini ukweli ni kana kwamba hautalala nje milele. Asifiwe Bwana, ni kweli. Inaweza kuwa ukitoka unaenda unakuta vivuli mbili, lakini ukweli ni kana kwamba hata ukikuta hizo vivuli mbili, ukweli ni kana kwamba uwezi lala nje mwaka mzima, ni ukweli kwa sababu Mungu ingali yuko katika kiti chake cha enzi na anaenda kutumana Bwana sifiwe. Na anaenda kukuja katika wakati wake. Kuna siku moja nilisema ya kwamba kama wewe ujui watu wanalalanga jaa, kuja uambiwe na mtu jana watoto wangu walilala njaa, unaelewa hiyo lugha? Utaelewa hiyo lugha, lakini ule aishalala anaelewa hiyo huruka haraka sana, na hata kama unga ilikuwa moja atakungawia, afadhali yeye abaki akikunywa uji na mnyimu kakunywa uji mlala, kwa sababu yeye amepita wapi? Amepita katika ile njangu. Bwana asifiwe. Ule mtu alisha kosa akachua, unaweza tembea bila shilingi kumi kumi, eh? Anajua kosa ni kusema nini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata ukimwambia na unaweza nipatia kadhati ninunue sukuma. Hiyo itakuwa shida kwake. Lakini ule atai kosa hiyo kumi ataona kama ndo hata ataona kama ni mchezo unamchezea. Bwana asifiwe. Lakini ukweli ni kana kwamba hutaishi pale ukiomba ile dhati. Kuna wakati utainuka pale. Bwana asifiwe. Kuna wakati utalishwa mwingine, atukuzwe Bwana. Unaweza kuwa unalishwa leo, unaweza kuwa huna leo, lakini kuna kesho, kuna kesho. Bwana asifiwe. Kuna kesho ile Mungu atakuja na atende jambo jipya, kama vile alikuja pale jangwani, mahali hapana watu, mahali hapana mapato atajidhihirisha katika ule ukame, na wewe nikutia nguvu, nikuambia kwamba katika ile ukame ni ukasimame ukangoje. Bwana tukuzwe, Bwana. Mtiani mkubwa ni hali ya kungoja, hiyo ndio inakuanga mtiani mkubwa, hali ya kungoja. Sasa hali ya kungoja hii maji ikachipuke, hiyo ndio mtiani mkubwa. Uko tayari kungoja? Ama unaona kana kwamba amechelewa, na hata ukiona kana kwamba amechelewa na uanze kujichimbia hizo vizima, hakika ni kana kwamba azitatoa maji. Bwana asifiwe! Kuna mtu ameelewa vile nimesema. Unaweza kuona kana kwamba amekawia, na wewe ni kwa sababu unataka ukatoke katika ile njangu haraka, uanze kuchimba vizima, ukweli ni kana kwamba hata ukichimba zile vizima zitakauka ni kwa sababu si wakati wa Mungu wakutumana wanasifiwe, ama si wakati wa Mungu akajidhihirishe. Kwa hivyo ni vizuri kujua season ya Mungu, na katika hii season ya Mungu tunakosa the visitation of the Lord. Watu wengi tuko hapo, ushakosa na ukujua kana kwamba umekosa. Ha, ujui hata una habari kana kwamba ulikosa, lakini uko pale. Kwa hivyo, tukue careful sana, tusije tukakosa ile visitation ile mkutembelewa na Mungu. Ana asifiwe na ninashukuru Mungu ni kwa sababu kila mtu akoko na kutembelewa kwake. Kama Back To Foundation hatuwezi tembelewa siku moja, sisi wote tuwezi tembelewa siku moja, kila mtu na siku yake. Inaweza kuwa ni wewe uko kwa njangwa. Usichukie watu ni kwa sababu uko kwa njangwa. Bwana asifiwe. Anza kusema ya kwamba hao wanajifanyanga, hatujifanyi. Wewe enda njangwa. Kwani wakati mimi nilikuwa na yangu tulisaidiana. Bwana asifiwe. Hiyo ndio inamaliza kanisa ya Mungu. We wakati uko kwa hiyo njangwa yako kubali. Na ukubali ya kwamba na ujitie nguvu useme ya kwamba kama ajili alitumaniwa hata mimi nitatumaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ujui yangu ilikuwa ya miaka ngapi? Bwana asifiwe. Na unaweza kuwa yako ni ya miaka mbili umeanza kwa...